Naam, bwana mmoja kati ya watu ambao pia wameonekana katika harusi ya Juma Juksi na Prisi huko Nigeria ambaye ni mtu mzito. Eh, huyu hapa bwana si mwingine bali ni mzee Adeleke. Kama ulimfahamu bwana, huyu ni mmoja kati ya viongozi lakini pia vile vile ni mtu ambaye ni tajiri. Yaani ukizungumzia Dangote basi akitoka Dangote bwana lazima pia utamtaja mzee Adeleke. Huyu ni pia vile vile ni baba mzazi wa msanii mkubwa sana huko Nigeria ambaye anafahamika kwa jina la Davido. Eh, bwana bueno, kwa hiyo Mzee Adileke naye pia ni miongoni mwa watu ambao walitokea katika harusi ya Juma Jux na Prisi, na ni kitu ambacho kiukweli kimewafanya watu wengi sana wa very excited. Watu wengi sana wamefurahishwa na tukio hilo, kuona kwamba mtu mzito kama huyu bwana na yeye pia akiwa ni miongoni mwa watu ambao wamejiunga kusherekea harusi ya Prisi na Mtanzania mwenzetu Juma Jux huko Nigeria. Kwa hapa kuna peji mbalimbali zimeripoti kuhusiana na tukio hilo. Kwa mfano, hapa kuna peji imeandika kwamba gavana wa jimbo la Osun. Uh, Ademol, Ademola Adeleke ambaye pia ni baba yake, eh, mdogo na Davido ni miongoni mwa watu ambao E, mashuhuri waliohudhuria katika harusi ya na Prisi usiku wa Alhamisi, Alhamisi hii jijini bwana. Meona hiyo baba mzazi baba wa Davido, kwa namna moja au nyingine unaweza kusema hivyo, na yeye pia ni miongoni mwa watu ambao wamejitokeza katika harusi ya Juksi na Prisi. Lakini pia alipata wasaa wa kuzungumza mawili matatu na mwenyewe, na ni kitu ambacho kiukweli kimewafurahisha watu wengi sana na peji nyingi sana hapa Tanzania zimekuja kwa hiyo yale maneno ambayo walikuwa anayazungumza, hmm? kwamba hii itakuwa ni royal wedding. Eee, kule Nigeria na kweli tumeona kwamba imekuwa royal wedding. Tumeona bwana, yani ni fatality ya kwenda ya hali ya juu kuona ma celebrity mpaka viongozi wa serikali huko Nigeria. Nchi kubwa ya watu wazito kama Nigeria wamehudhuria katika harusi ya Jux na Prissy. So it is what it is. Uh, mdau hebu weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vilevile, bwana, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.